Ni madogo, kuna makubwa ambayo yatusubiri. Huu ndio mwana ndani, mwanao usikia kila siku. Na ikiwa dada zangu wengi, masakini wako majumbani, hawaoni kitu gani chatendeka hapa, lakini njooni, ndugu zangu, muniazime nyoyo zenu na akili zenu muone namna gani, subhanallah, watu wanapohama kutoka kwenye majumba yao na kuja kwenye nyumba hii ya mchanga handiko lake itakuja lishuhudia wenyewe, rangi yake iliyo ndani utakuja ishuhudia ni rangi gani, watakaoishi na wewe watakuwa ni watu aina gani, watakaokupumbaza ni watu aina gani, ili tuweze kupata ibra kweni, na mimi kwa muda mchache ndugu zangu waislamu nipate kueleza yale ambayo biidhni llahi taala yitaathiri nyoyo zetu. Huu ndio ukweli wa mambo ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio inaoitwa kaburi, na hapa hivi munaoiona au munaouona, huu ndio mwana ndani. Hili ndilo godoro lako ndugu yangu Muislamu, hautakuja hapa na sandiko lako. Sandiko lako la mwisho ni hili, sandiko lako la mwisho ni hili. Ama rangi ya kaburi yako ndiyo hii, hii ndiyo rangi yako, na hapa. Haitegemei wewe ni mfugani, wallahi aladhimu, uwe tajiri uwe masikini uwe e, waziri uwe mbunge uwe unachewa aina gani? Subhanallah, hapa ndipo mwisho wako na hapa ndipo utakapolala. Hawa wadudu munaowaona wanaotembea hawa, hawa ndio marafiki zako. Hawa hawa ndio watakaogeuka kukufanya wewe uwe chakula chao. Subhanallah, utaliwa hapa, umalizike hapa. Kitu gani kitakachokusaidia ndugu yangu mwisilamu? Mwisilamu wenzangu akumusukuu waisilamu Kaka zangu, dada zangu, ne jumbani, hii ndio nyumba, iangali nyumba yako, utakauishi hapa kwa siku ya kwanza utakapoondoka duniani, ikiwa huu ndio urefu wake na huu ndio upana wake. Subhanallah, nimesema, ukalazwa na roho yako, wallahi huwezi ukainuka hapo. Umekufa, umevishwa nguo zako nyeupe mbili. Subhanallah, angalia huu bao, ndugu yangu Muislamu. baada dhalika, baada ya hayo yote, utaikiwa huu bao juu yako, la ilaha illallah. Huu bao huu ndio utakaofunikiwa wewe, ukose kuinuka kabisa. Ubao huu, ubao huu unakwenda na kufunika, ndugu yangu, na sijali nani nafunika. Anaweza kuwa ni mama yangu, anaweza kuwa ni baba yangu, anaweza kuwa ni mke wangu, anaweza kuwa ni ndugu yangu, anaweza kuwa ni mtoto wangu. Subhanallah, namfunika mwenyewe na mikono yangu. Angalieni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. halas

Ili tupokelewe vizuri na hii kaburi iwe ni raudha min riyadil janna, wa illa khasara ni kubwa ndugu zangu Waislamu. Hii ndiyo hali na haya ndiyo mambo ya kiuhakika. Na hii, hii kaburi mnaoiona leo hii kuna mwenzetu iwaje kuingia hapa baada ya salatu dhuhur. Wallahi si mjinga maskini, siku yake imefika, na yangu na yako uko njiani. Hapa hakuna baba wala hakuna mama wala hakuna mke wala rafiki wala mtoto atakayekupumbaza hapa ni jambo moja peke yake, ni amali. Ndugu yangu mwislamu, matendo yako peke yake ndio atakaokusaidia sehemu kama hii. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam al alisimama kwenye kaburi kama hivi, alilia, akatokwa na machozi yakachotesha mchanga ulio karibu yake. Mtume baada ya kulia kainua macho kuangalia ndugu zake masahaba wenzake na kuwambia limithli hadha faaizzu, jiandayeni, jiandayeni na siku kama hii, kwa sababu haina muhali. Siku hii lazima itakujia ndugu yangu, na haijulikani ni siku gani. Ni leo? Ni baada ya saa? Ni baada ya siku? Ni baada ya wiki? Ni baada ya mwezi? Ni baada ya mwaka? Wangapi tuliokuwa nao mwaka jana, leo hatuko nao. Mwezi jana, leo hatuko nao. Wiki iliyopita leo hatuko nao. Jana bali na leo hatuko nao. Huu ndio uhakika wa mambo ndugu zangu Waislamu.

Hakulia, lakini ilipozungumzwa kaburi alilia sana, mpaka masahaba wakamwambia, ya Uthman, kumezungumza mengi hapa yenye kuathiri nyoyo za watu, lakini hatukuona ukitoa machozi yako. Lakini kwa nini ilipotajwa kaburi umelia? Sayyidina Uthman radhiallahu allahu anhu akajibu akasema, sababu ndiyo nyumba ya kwanza ya akhera nitakaoikanyaga. La ilaha illa Allah, ndiyo nyumba ya kwanza nitakaoingia. Nitakapofaulu hapo, ndio nimefaulu, na nitakapofeli hapo, nimefeli. Nyumba yenyewe ndugu zangu, kama mulikuwa mukisikiliza, basi ioneni, nyumba yenyewe ndiyo hii. Nyumba yenyewe masafa yake ni qadamu, yani nikutembea, manake ni futi nne.

niliacha malazi yangu, niliacha kitanda changu nyumbani siku moja tu, ima kwa safari au nimekwenda hotelini au nimeajikwa nyumba nyingine pafaarata ni sukuni, nikakosa utulivu. Alqabru awwal layla, kaburi jamani, usiku wa kwanza ule nimelazwa hapa, ndugu zangu wamekuja wakanileta, nikawasikia hao wa wanapenda zao viatu vinatembea, sauti za viatu na visikia magari yao wamekwenda nayo, mali zao wamekwenda ma nao wameniacha hapa. Usiku huo sina baba, sina mama, sina mtoto, sina rafiki, sina mke. Billahi kulli ma yakun, ndugu yangu mwislamu, niambiye hali itakuwaje? Wallahi kama hatutakuwa na matendo mema, hapa ni fasara tupu, na adhabu ya akhirah ni kali zaidi. Ili tuweze kujiandaa, ndugu zangu Waislamu, ni lazima tujuwe kwamba alqabr sunduqul amal, hii ni sanduku ya matendo yako mazuri. Tufanye mazuri, tusimamishe sala, tutoe zaka tusome Quran, tulete azkar, tuheshimu wazazi wetu na kuwafanyia ihsan, tukae vizuri na wake zetu, tulee wazazi wetu na malezi ya Kiislamu. Haya ndio mazuri yatakaotusaidia hapa. Vile vile tuache muharamat, tuache madhambi, tuache kuzini, tuache kuiba, tuache kula riba. Ndugu zangu, mlo udanganyika, mlo udanganyika na utajiri, mlo udanganyika na uzuri, muliohurika na kwamba mko duniani hamtakufa. Wallahi, kuna wema kukuliko wewe umeondoka, kuna matajiri kukuliko wewe umeondoka.